kwa sababu siku zote Mwenyezi Mungu huko pamoja na wacha Mungu, na siku zote Mwenyezi Mungu huwapenda Waislamu wenye kutenda mambo mema. Unwani ya khutba yetu leo <coughs> Biidhnillahil Karim, ni kalima wahida

Khutba yetu leo ni, ni, ni kalima moja inayotoka kwa Sayidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na neno lenyewe moja ni la taghdhab, usikasirike, control hasira zako. Hadithi ya sema <coughs> Alikuja sahaba mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya rasulallahi ausini. Sahaba amekuja kwa bwana Mtume amwambia, ya rasulallah, nipe nipewasia antafiu biha fi dunyaya wa ukhraya. Nimekuja kwako, nataka unipewasia ambao kwamba utanifanya mimi dunia yangu nipate amani na akhera nipate radhi za Allah tabaraka wa taala. Wasia ametaka jambo kubwa. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, ya Rasulullah, naomba unipe wasia ambao kwamba mimi kwenye ulimwengu nitaishi kwa amani na kesho mbele ya Mungu nitapata radhi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuzidisha zaidi ya neno moja tu la taghdhab, usiwe na tabia ya hasira kwish. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia la taghdhab, ukitaka kuishi kwa amani katika maisha yako duniani

mitihani yote an, mitihani mingi anayoipata mwanadamu katika maisha yake, na mishikili mingi anayoipata mwanadamu katika maisha yake, na misiba mengi anayoipata mwanadamu katika maisha yake yatokamana na kuwa hakuweza kukontrol hasira zake, ndugu zangu wema katika imani

Kweli kila mmoja ameumbwa na hasira na kila mmoja akiudhiwa anaudhika, lakini Uislamu umekutaka wewe Muislamu ukontrol hasira zako, antuqayyida ghadabak, ukontrole hasira zako, na Uislamu umemtaka mwanadamu at awe na tasarruf atumie nguvu za moyo wake katika kukontroli hasira zake kabla hajaingia katika athari hatari hatari athari ambazo kwamba zatokamana na ghadhabu. Kabla athari hazijakuja, Uislamu umemtaka Muislamu akontroli hasira zake kwa sababu hasira zina athari mbovu mbovu sana, na tutakuja kupiga mifano mifupi sana ili tufahamu vizuri sana na khutba hii inisaidie mimi na itusaidie sote inshallah. Angalia kitu kimoja tu kwenye huu ulimwengu, wanazuoni wasema kam min wahidin ghadhiba kan min wahidi minna ghadhiba fahadama beitahu, nisikilizeni vizuri sana. Mfano hai ni watu wangapi kwenye ulimwengu huu, tena kwenye mambasa yetu hii, ni watu wangapi ambao kwamba walishindwa kuvumilia hasira zao wakazivunja nyumba zao, piga mfano tu Piga mfano huu, kila mmoja ataelewa. Leo ni nyumba ngapi ndoa zimevundika? Sababu ni hasira. Leo ni watoto wangapi wanaishi kwenye ulimwengu huu, wameathirika kimasomo, wameathirika kiafya, wameathirika kimapenzi wameathirika kihali na kila sampuli. Sababu ni wewe baba, ulishindwa kukontroli hasira zako. Sababu ni wewe mama, ulishindwa kukontroli hasira zako. Nitakuacha, niache, nitakuacha, niache, nitakuacha, niache, nishakuacha. Wanaoathirika ni watoto. Lahdha wahida dakika mbili tatu tu zimekuja kuvunja mafungamano yako na mke wako, mafungamano ya miaka, kwa sababu ya kutokuzuia hasira ya dakika moja mbili tatu tu. Ni wache nitakuacha, ni wache nitakuacha, basi nishakuacha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sababu ya Mtume kumwambia ule sahaba la taghdhab kuwa na tabia ya kukontroli hasira zako. Angalia athari ya hii ya hasira hapa. Hasira hii imeleta athari mpaka kwa watoto. Watoto hawamuoni baba nyumbani, watoto wameathirika, wamekosa hanana alubuwa, wamekosa mapenzi ya baba ndani ya nyumba, sababu ni hasira ya dakika moja. Watoto wameathirika mpaka afya yao, wakiwa wagonjwa mpaka atafutwe baba, wakifukuzwa skuli na fees, mpaka atafute baba. Watoto wanaathirika, wamefukuzwa skuli, wakirudi nyumbani, mama, tumfukuzwa skuli nini, fees hatujalipa. Basi kamtafuteni baba yenu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wamekuwa mayatima watoto na baba yao uko hai, sababu ni wewe baba na wewe mama Mulishindwa kuzuia hasira zenu. Dakika mbili tatu zimeleta athari mpaka kwa watoto, wameathirika hali zao zimetaabanika kwenye kile upande. Ndugu zangu wema katika imani, sisi twaona ni kalima moja, lakini ni kalima iliyobeba maisha yetu fi dunia wal akhira. Piga mfano mwingine, na kwambia ndugu zangu wema katika imani kam min wahid kam min wahid minna ghadhiba faqatala nafsan ma'suman bighairi haqq. Angalia khatar, ni wangapi katika sisi wanadamu, umezozana na mwenzako, umekosana na mwenzako, ukashindwa kuvumilia, ukam piga ikiwa ni bakora ikiwa ni chuma ikiwa ni kisu ikiwa ni pistol ikiwa ni risasi, dakika moja, ukampiga ikawa sababu ya yeye kufa kwake, ukawa umeiondosha nafsi kwenye ulimwengu ambao kwamba si haki yake uiondoshe. Kwa nini? Kwa sababu ya hasira, mumekosana kidogo, ukashindwa kuvumilia piga ukimpiga, ikawa ndio sababu ya kufa, athari hii italeta kwako wewe na kwa uliompiga. Ukishampiga utawachwa? Huachwi, utakwenda kufungwa. Ukifungwa umeathirika wewe, ameathirika mke wako, wameathirika wa watoto wako, imeathirika familia yako Sababu ni kutoweza kuzuia hasira dakika mbili tatu, na uliyempiga umemwathiri yeye, umeathiri mke wake, umeathiri watoto wake, umeathiri familia yake, izoroteke, kimeisha maisha ya watoto na maisha ya mke yawe taabani, taabani. Sababu ni wewe uliokosa kuvumilia hasira zako kwa dakika mbili tatu, umeondosha mwenzako kwenye ulimwengu, ukamua athari yake. Khatari yake ni hii. Ndio sisi twaona la taghdhab, neno moja twaliona ni dogo. Wallahi, maneno ya Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni maneno makubwa, neno moja limebeba maana nyingi sana. Mfano wa tatu

Mtu ameteta na rafiki yake, urafiki uliojengwa kwa miaka kadhaa. Ukawa una rafiki yako miaka kadhaa, ni rafiki yako miaka kumi, ishirini, thalathini, akawa ni rafiki yako, lakini kikaja kipindi tu cha hasira, ukashindwa kuvumilia hasira zako ukaja ukayavunda mafungamano kati yako wewe na rafiki yako mulioyajenga miaka na miaka, mukayavunja kwa lahdha wahida, dakika moja tu, dakika moja tu. Mumeishi mumeishi vizuri miaka ingia miaka toka, mwelewana, mwasikizana, mko hivi lakini, kushindwa kuvumilia hasira, dakika tano zikaja zikaharibu maisha yenu ya miaka ishirini na tano. Angalia mfano wa, wa mwisho. Ni watu wangapi ambao kwamba ghadhiba watada wa dhalama? Ni watu wangapi ambao kwamba walikasirika wakati wa presha zao za kikazi, wakadhulumu na wakafanya uadui? Mfano ni bosi kazini umepata habari, mmoja katika wafanyikazi wako pengine amefanya jambo si sawa yeye kufanya, wewe ukawa na hasira, hasira zikawa juu, presha zikawa juu, ukakasirika, pengine ukamfuta kazi na pengine ukamtolea, watu wakampiga, kampiga, wakampiga, wakampiga, kwa kuwa wewe ni bosi, si ndio? Chape akapigwa kapigwa, hasira zako tu kampiga, kapigwa, ama ukamfuta kazi. Baada ya kumfuta kazi, wewe wataka ufikirie, je, nimemfuta kazi nikiwa na presha ama nimemfuta kazi nikiwa nimetulia? Kwa sababu utakapomfuta kazi mfanyikazi wako wakati wa presha huenda ikawa umemdhulumu, na ni wengi leo wengi katika wafanyikazi wamefutwa kazi, na kufutwa kwao wameathirika ni familia zao. Sasa fikiria wewe kama bosi, ikiwa katika kumfuta kwako kazi hana makosa, makosa yako, kwako wewe hasira zako zimeathiri watu wangapi? Zimeathiri yeye Zimemwathiri yeye zimemwathiri mke wake, zimeathiri watoto, zimeathiri mamake, zimemwathiri babake, zimemwathiri familia yake, na zimeathiri watu kadha wa kadha ambao kwamba walikuwa wakisaidiwa kupitia kwake. Lakini kama uli control hasira zako ukatulia, yasingelitokea haya. Ndio wanazuoni wasema: Alghadhabu jamratun fi qalbi ibn adam. Hasira ni kaala moto liko kwenye moyo wa mwanadamu. Alqalbu jamratun. Al al alghadhabu jamratun fi qalbi ibn adam, hasira ni kama kaala moto liko kwenye moyo wa mwanadamu. Wakati unapochemka hasira zimekuwa nyingi Shekhe, shetani ndio nafasi yake hapo. Wanazuoni wasema, ashaitanu yatalaabu bika kama yatalaabu sibyanu bilqura. Shetani anapokupata kwenye ghadhabu, akikupata kwenye hasira, shetani wallahi yuwacheza na wewe kama namna mtoto mdogo anavyocheza na mpira kutezea akili yake, akutezea akili, akikupata kwenye hasira ndio pale watukana wapiga wafanya kiburi waleta matusi maneno ya sofaa maneno machafu wazungumza unavyotaka, shetani yuko na wewe tu. Ukimaliza kamathali shaitan idh qala lilinsani kufur falamma kafara qala inni bariu um minka inni akhafu llaha rabalalamin. Ndugu zangu wema katika imani, hasira zinapokuja kwako wewe, tahadhari sana, kabla hayajafika madhara baada ya kufanya utakalolifanya. Hasira zikija, badir ila itfai lghadhab, wanazoona akwambia, idha ja idha hajama alaika lghadhab, badir ala itfai lghadhab. Ukipatikana na jambo la hasira haraka haraka, tafuta sababu au tafuta njia ya kuzima zile hasira zako kabla tilka alawaqib, kabla hayajakuja madhara baada ya hasira. Wenye kusema sema, hasira hasara, kabla ile hasara haijakuja tahadhari. Istakbala rajulani, nikimalizia ya khutba yangu, istakbala rajulani inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faala ahaduhuma sautuhu wahmarra wajhuhu, walikuja watu wawili mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja presha ziko juu, mkali, sauti iko juu, mkali, ameuso wake umekuwa mwekundu kwa sababu ya hasira. Mtume alimwangalia kisha akawaambia maswahaba, inni a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid, sadaqa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mtume aambia masahaba, mumemwona vile alivyo na hasira, mumemwona vile alivyo na presha, mimi kuna maneno na yajua, akiyasema presha zake zote zitashuka. Mtume akawambia masahaba, akisema audhu billahi minash shaitani rrajim Subhanallah, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Awaambia masahaba hasira hizi alizonazo, huyu lau atasema audhu billahi minash shaitani rrajim zitaondoka hasira zake, na haya ni mambo yatokea. Ya ndugu yangu, ikiwa nyumbani kwako kumetokea tatizo kati yako wewe na mke wako, presha zimekuwa juu, Sema audhu billahi minshaitani rajim, toka wende zako, kwa sababu baadhi ya majumba yana mitihani. Baadhi ya madada zetu wana mitihani, na si wao tu, na baadhi ya waume zetu, wanaume, ndugu zangu, pia wana mitihani. Tampata mwanamume akiwa na pressure nyumbani na mke wake, watukanana. Subhanallah, mume amtukana mke, mke amtukana mume, pa! One, two, three, four, five, six. Moja baada ya moja, yani kila mmoja uko juu, shetani awaangalii, hatu shetani asema haya, songa, nenda nenda, mara talaka imepita. Lakini mtume atuambia, lau mmoja mukitokea matatizo nyumbani kwenu, wewe na mke wako, wewe mwanamume kama mwanamume, arijalu qawwamuna ala nisaa. Maana ya qawamuna ala nisaa ni wewe ujue ku control emotional za mke wako. Umemwona mke wako uko juu, na wewe uko juu, sema a'udhu billahi minashaitani rajim, toka toka nyumbani, tafuta mahala wende, ukakae na wenzako, utulize akili yako, upumzike, mpaka na yeye presha zake zirudhi, ndio urudhi nyumbani. Lakini si sawa, mwanamke ni kiumbe dhaifu na wewe ni mwanamume na umeambiwa arijalu qawwamuna ala nisa. Halafu wewe kwa wapeana na mke wako, mpaka mwisho hasira zikasababisha talaka. Baada dhalika wanaoumia ni watoto. Ndugu zangu wema katika imani, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimjibu hili neno moja peke yake la taghdhab, usikasirike, kwa sababu hasira inaleta maafa mengi kwenye maisha ya mwanadamu. Na mtu akijua kukontroli hasira zake, wallahi anakuwa ni mtu wa maana na anakuwa ni mtu mwenye kupendeza fi dunya wal akhira. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah.